Sasa buda, kila mtu jua anakosea. Sasa we are about to confess, au si nani ambaye unahisi kwa jinsia ya kikeni, yani wanawake, ushawahi kumuumiza na to be honest, yani <coughs> kuna mtu ukawa mwenyewe unajutia kwamba <coughs>

najua tunapigwa sana rafiki wa yangu, una mtu akivusha ile saa unatoka hmm, nje. Unaweza ukavushwa kuanzia asubuhi shee mpaka saa tatu usiku, tunarudi magetoni, magetoni. Alafu sasa, ubaya wa liaewa wa Dodoma mchana mnapigwa, najua usiku kunakua kuna baridi <laughs> na hatari shee hapo unatoka rafiki yangu, unajua uwezo katembea na, na, na, na sweta kwenye jua ndio unatoka oh, zako tu kawaida oh, una, una mimi ndio yes, huyo mchumba sasa alianzaga kunionyesha that Da. Suzi, mimi ananikubali na uwezi amini kaka, mpaka mba, mpaka the last time nakuja na, yeah. na ku approach sawa. mm. sikutumia hata nguvu nyingi akanyoka. yeah. huyo hapa sasa, kuna vitu mimi nikawa nashindwa kuvifanya kwake, unajua kama hii care, care, hizi unajua zile you know, so forth yeah. ndio sababu yani I was guilty sawa sa, yani yeah. yeah. it's like ukifanyia hivi takuwa kama na mimi na mali yangu, hiyo ndio kila kitu kwangu. One of the worst mistakes that I ever did, uh -huh. ili confront yule dada na nikamwambia kwamba mimi kuna mtu na mdate. Da face to face unajua. <laughs> Yani, she, she, came into my room. Hiyo siku nakumbuka niliwambia wanangu kwamba my girl is coming unajua, ndio kwa kanipisha washa uwanja, kaniachia uwanja

kaka sana sana sana lefa lefa, ila pili, ndio ndio, ile ile, hanemi Suzi, eh Suzi, popote ulipo, so sorry sorry once again sana, in front of my eyes. Ndio yani, kila nikikumbuka ile moment, ndio ambayo inanifanya mimi nijione mkosaji sana bwana. Sasa ha na, na mimi nina maswali mawili kwapo, swali la kwanza. Kwa kwa nini ulimwaproach na ulikuwa najua kabisa she loves you lakini wewe you are not in love with her. Sasa kwa nini ulipata uli nafasi ya kumwaproach lengo uh lako uh, ulikuwa to hit and run au ulitumia kama uzaifu kwake? Watu akiwa wanafanya vitu vyao wa, yani mimi nipo tu idol ndio, yeah. So Suzi alikuwa ni mtu ambaye, mimi nikiwa sana idol, most of the time she is always there, ndio yeah. Sijala she calls, Robi, uko wapi? umekula bado? toka cafeteria no. Unajua hiyo kweli, naenda pa naulizwa, kaka, unataka kula nini, Robi? Imagine, wanawake kweli ni mbwa. Wanaume, sorry, wanaume wote ni mbwa. Na huyu ndo mbwa mwenyewe. Yaani wewe ndo chanzo cha sisi kuitwa mbwa. Hapana. Sasa you know, they say, they they be saying kwamba what what goes around always comes around. The thing I did to Suzy also came back to me. Oh, wewe kafanywa na nani? Wewe ambaye ulikuwa unamuona kama the one. The, the, the, only person that I trust, like, ish. This is my woman. Uh -huh. What she did. What, okay, okay, now, last question. Yeah. No, last but not least. Yeah. Kwa nini that day ulipata guts za kumwambia kwamba kumuhitaji umuhitaji uh, no, kwamba una mtu mwingine na yeye bado yupo na huyo mtu mwingine, bado mnapendana, bado mpo kwenye uhusiano the Right person katika maisha kwa, by that time, mimi nilikuwa najiona kabisa mimi nikiendelea kuona naweza ngasema, it wasn't easy kwake, sema praise na kwangu pia, lakini from that day onwards everything changed. O haa o, unajua ile zile zilianza tu kukua Yeah. All over, thank God we were friends. Until yeah, today? Yeah. Yeah, mpaka leo mpaka leo nawasiliana naye mpaka leo nawasiliana naye. Sasa, sasa ndio, sio frequently, you know, tukimjisiana, she can call me, tukatalk, tunaweza tukaonana we get time and so forth. So, whatever she is, I hope she understands kwamba. Like, for her. Yani, nimemkosea big time. Yeah, yeah, big time, yeah. Big time. Big time. Yeah. Miongoni mwa yani, so miongoni ni mwanamke pekee maisha maishani mwangu. Let me tell you this, yeah. She the first girl ambaye aliweza kunipa mimi hela. <laughs> <laughs> Bro, kuna kuna time time like Big Man Robbie. Yo. <laughs> like

Watu wayudoma wanajua mimi nilikuwa nasoma humanity kwa, wanajua kuna kefu fulani hivi ilikuwa inapika sana, msusi mzuri. Angalia hivi mwanangu, mwanangu so like, you, jom, tuna, jom. Tuna, tuna, ah amefunga, kwa hiyo we like to meet, anaweza akanunulia chakula bro, nikala nikashiba, nikashushia na unywaji nini? Bro, nanunulia chakula nashushia na unywaji. At the same thing, ananipa na hela. Hela. As a balance. Yeah. Like Robi, una folding her hand. Kifungua hivi 20. 20 by that time sio dogo waliosoma na wanaosoma wanaelewa unasema, inaitwa ujasi. Uko shehe, ukiwa na elfu kumi wewe tajiri. Mm. so that thing kuna kuna kuna, kuna, kuna namna nilikuwa na feel like mtu hmm. <tutu> ananifanyia haya yote after the end of the day ni disappointed, it's better mm -hmm. nikamwambia tu the truth kwamba like mm -hmm, the thing can't work

Mstaki kusema tuliachana yeah. Na wewe ndo ulizingua. Hivyo we were still close friends. Paka today. So that's it. Kuna muda yani, sawa tunazingua, mimi nilizingua big time. Bado kama Suzu Suzu, yuko yuko Dodoma. Dodoma. Eh, kwao ni huko, sema shi shi alipata kazi. No, you can't imagine na mpaka anapopata kazi alijulisha, kuna moja mbili tatu inaenda Dodoma, kuna kazi like ah, okay, all the best anafanya kazi sasa hivi, ajiliwa ni kwenye shop ya Airtel ile something like yeah, that doing a Sema, to be honest. Kwa hiyo story kwa upande wangu naona ulikuwa sahihi pia kumwambia mapema. kuna kuna kitu wanasema kuna mambo yanakuwa sahihi lakini katika wakati ambao sio sahihi Sa. Sa. na, na kinachonifanya niseme ulikuwa sahihi ni kwamba kuliko kumpotezea time kubwa, sababu kinachoumiza sana kwenye mahusiano ni muda. Kwa kuliko kumpotezea muda ilikuwa vizuri ulipomwambia, ila sijui alipokeaje kwa kwa upande wake, lakini ulikuwa very very right kwa sababu so, I remember... mi naliona ni wewe kuanza kumfuata mwanzo, why ulikuwa unajua you, you, still have some girls, na upande wangu ndio ndo ilikuwa ko uh-huh. Itakiwa wewe mwenyewe uonyeshe kabisa kwamba okay I want you, lakini labda I need you to be my firm, mate. Usionyeshe zile kea za mapenzi kabisa kipindi you are not that serious. Kwa, kwa upande fulani ulikuwa sahihi na kuna upande haukuwa sahihi. Ila kwa asilimia 75, it was very very right kuliko ungemwacha kwa miaka mitatu minne mitano me, alafu aje agundue yeye mwenyewe ukweli kwamba you still have th some things ambazo hadizove mwenyewe kwa kuwanas kila wananila vizuri but what I'm proud of ni kwamba despite the fact kwamba I had this other girl I never showed her kwamba like I feel kwamba hivi that that is, that is main things that's it man Guys, if you you ever find a lady out there who she's willing to give you money, uh, money, yo. that mm. <laughs> That is love. That is love. Mm. Na tunaelewa wachache wa sana yeah, wanawake wanatoa sana hela lakini wakipenda mpaka wapende. mm -hmm. Kutoa hela yake ni mgumu sana. Hilo ukimuona mwanamke katoa hata 10K kakupa, sawa, so, fight, yo. Huyo ni amekuelewa, amekuelewa for good. And trust me.